Etoe achague baada muda si mrefu tukapata jibu iwe tarehe ishirini na tatu mwezi wa saba, ndiyo maana ya kupanga na kukutana siku ya leo. Ndugu wajumbe, majibu yale ya Rais Magufuli hayakunishangaza kwani, hata mimi na mzee Mkapa ilikuwa hivyo hivyo aliponipa wazo la kuniachia wenyekiti mara ya kwanza Februari, nikamkatalia na hoja zangu zilikuwa hizo hizo alizoniambia mwenyekiti wetu mtarajiwa. Lakini baada ya mazungumzo zaidi nilikubali ndipo mkutano mkuu maalum ukafanyika tarehe 25 Juni 2006, na nikachaguliwa kuwa mwenyekiti wa nne wa chama chetu. Lakini tofauti na wakati ule na wa sasa ni kwamba hapa hapa kuwepo na vyombo vya habari na watu waongo watu wazushi wachonganishi na wafitini waliodai kuwa mzee Mkapa anang'ang'ania kama ilivyokuwa kwangu kudaiwa ati sitaki kukabidhi uenyekiti, ya, kwa wanaandika kweli, yaani kila siku akiamka. Siku moja aliandikwa magazeti manne habari hiyo hiyo. Inaonekana kulikuwa na mahali hivi wamekaa wametengeneza mara haiwezekani magazeti manne yameandika habari hiyo hiyo. Ni uzushi mtupu. Nimewaelezeni leo tulivyoanza mpaka tumefikia tarehe hii ya ishirini na tatu. Hapakuwepo na wakati wowote kulikuwa na mimi kukataa. Mimi ndio nilikuwa na msukuma huyo mzee. Huyu ndio alikuwa na hataki kuzungumza nami. Lakini wakageuza Mie ndio sitaki kutoka. Aa, yani halafu unategemea kwamba ni vyombo vya habari vinatarajiwa kusema kweli? Wanakaa boardroom kutunga uongo, kuueneza, alafu wanataka wanihukumu mie kwa uongo wao. Mie nadhani Mzee Mkapo ndio bingwa wa Kiingereza. Neno gani zuri la Kiingereza? <laughs> <laughs> Nadhani nadhani neno zuri, they are very mean. Halafu akaanza nyingine, ati wapo watu wanazunguka kushawishi zoezi zima lisifanyike. kubwa mmoja, tukamuuliza, tunamshukuru ndugu Ole Sendeka, akamwambia mtaje hata mtu mmoja, akaamua kuhama nchi. Sijui baada ya leo watasema nini, au watazua uongo upi mpya? Najua hawataacha, maana inaelekea kuna mitambo mahususi ya kutunga uongo na kila siku wanaba, wanazalisha bidhaa mpya ya kupeleka kwenye soko. Lakini shabaha yao ni nini? Ni kuchochea mfarakano ndani ya Chama cha Mapinduzi, na ni kwamba inawauma moyo kwamba chama hiki kimebaki kuwa kimoja, na wanasikitika kwamba jitihada zao hazifanikiwi. Naomba ndugu zangu, wana CCM, tulitambue hiyo, tuendelee kuwa wamoja, na wao kila siku waendelee kukata tamaa, kila wanalokamata halikamatiki. Uu, wajumbe, kama kweli ningekuwa sitaki kuachia ngazi Baada ya rais kuniambia kuwa hana haraka, nisingekwenda kumtafuta mzee Mangula akazungumze naye tena, ningekuwa nimeshafika lakini fanya vile, kwa dhamira ya kudumisha mila na desturi nzuri ya kuunganisha kofia ya urais wa jamhuri ya muungano na uwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Nimefanya hivi kwa kutambua kwa kofia hizi mbili kuvaliwa na mtu mmoja ni jambo lenye maslahi mapana kwa chama chetu, kwa serikali yetu na kwa nchi yetu. Ni jambo muhimu sana kwa utulivu na ustawi wa chama cha Mapinduzi, kwa serikali ya CCM na kwa Tanzania yetu. Wazee waliona mbali walipoamua iwe hivyo. Mimi nisingependa guu langu likaota tende kwa kutosikia la mkuu, au sio, mzee Mwinyi? Hiyo sasa Kiswahili fasaha, maana upande mmoja Kiingereza, huku Kiswahili. asiyesikia la mkuu guu huota tende. Sasa mimi sikutaka guu langu liote tende kwa kutosikia. Bahati nzuri kwangu, wakati inaamuliwa kutenganisha kofia kwa wakuu wa mikoa na makatibu wa mikoa, wakuu wa wilaya na makatibu wa wilaya, na kubakisha kwa rais na mwenyekiti nilikuwepo na nilishiriki kikao hicho. Naelewa vyema sababu, hekima na busara na mantiki ya uamuzi ule. Sikuiona na sijaiona sababu ya kwenda kinyume na uamuzi ule. Ndugu wajumbe, kwangu mimi leo ni siku nyingine muhimu sana na aina yake katika historia ya maisha yangu. Ni siku ambayo safari yangu ya utumishi na uongozi katika chama inafikia ukomo. Safari yangu hiyo ya ilianza tarehe 5 Aprili 1975 na nilipowasili Singida kuanza kazi ya kuwa katibu msaidizi wa tano mkoa wa Singida. Mwaka mmoja baadaye nikapelekwa jeshini. baada ya kumaliza mafunzo nikaamishiwa afisi kuu ya CCM Kiswandui Zanzibar. Pamoja na kuwa na jukumu la kumsaidia naibu katibu mtendaji mkuu wa CCM Kanali Ayubu Simba na baadaye kaptain Alan Heri, Mungu amrehemu, nilipewa dhamana kubwa ya kutengeneza mfumo mpya wa utawala na uendeshaji wa shughuli za chama Zanzibar. Hususan, tulifanya kazi ya kuhaulisha mfumo uliokuwa unatumika na ASP na kuwa mfumo mpya ulioamuliwa utumike ndani ya CCM kuanzia ofisi kuu Kisiwandui, ofisi za mikoa, wilaya na matawini pia nilihusika kuandaa mchakato wa uteuzi wa makatibu watendaji wa wilaya wa mikoa makatibu wasaidizi na watumishi wengine wa chama. Mwaka elfu moja mia tisa themanini nilihamishiwa ofisi ndogo ya makao makuu Dar es Salaam, ambapo nilikuwa mkuu wa utawala mkuu wa idara ya ulinzi na usalama na msaidizi makhususi wa katibu mtendaji mkuu, wakati ule mzee Pius Msekwa na baadaye mzee Daudi Makawago ambaye sasa ni marehemu. Mwaka 81 nikateuliwa kuwa katibu mtendaji wa CCM mkoa wa Tabora. Mwaka 1983 nikarejeshwa jeshini. Miaka mitatu baadaye nikaondolewa tena jeshini, nikateuliwa kuwa katibu wa CCM wa wilaya ya Nachingwea, na nikahamishwa kutoka Nachingwea, nikahamishwa nikahamishiwa Masasi kuwa katibu wa CCM wa wilaya ya Masasi. Mwishoni mwa mwaka 88, Novemba 1988, nilimalizia utumishi wangu katika chama baada ya kuteuliwa kuwa mbunge na naibu waziri wa nishati na madini, na mzee Ali Hassan Mwinyi akiwa rais. Kwa upande wa uongozi ndani ya chama. Nilianza mwaka elfu moja mia tisa themanini na mbili nilipochaguliwa kwa mara ya kwanza kuwa mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa kupitia kundi la vijana, mwenzangu Mohamed Saif, huyu mzee hapa ilayesuu. Kwa nini nywele zimeisha mapema? marehemu Hassan Aljabri, lakini iliendelea kuchaguliwa kwa nafasi hiyo ya mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa mwaka 87, mwaka 92, bii mwaka 97, mwaka 2002, kupitia kundi la bara. mwaka elfu moja mia tisa tisini na saba na mwaka elfu mbili na mbili nilibahatika kuchaguliwa kuwa mjumbe wa kamati kuu, na mwaka elfu mbili na sita nikapata heshima ya kuwa mwenyekiti wa chama chetu, na nikachaguliwa tena mwaka elfu mbili na saba na, na tena mwaka elfu mbili na kumi na mbili hadi leo napong'atuka Leo ninapostaafu staafu wenyekiti wa CCM, nitakuwa nimetumikia chama cha mapinduzi au chama kwa ujumla TANU na, na, na CCM kwa takriban miaka arobaini na moja mfululizo hakuna gapi na nikijumuisha na muda niliyotumia katika uongozi umoja wa vijana, nitakuwa nimekitumikia chama changu hiki kwa miaka mingi zaidi ya hiyo. Na hata nilipokuwa jeshini nilikuwa najishughulika na mambo ya siasa na masuala ya chama. Kwa kweli, baada ya kipindi kirefu kiasi hicho, kwangu mimi sasa kustaafu ni jambo linalostahili, ni kabisa. Nitaendelea kuwa mwanachama wa kawaida katika tawi langu la kijiji cha Msoga na kutoa mchango wangu wa uongozi wa chama saidia viongozi waliopo pale nitakapohitajika na kupitia baraza la wazee wastaafu. Ndugu wajumbe, mtakubaliana nami kwa ninayo kila sababu ya kutoa neno la shukurani. Orodha ya watu wa kuwashukuru ni ndefu, na nivumilieni niwataje baadhi yake.